Kuna kitu chochote unachokosa kwangu? Hakuna. Kwanini unayafanya? Ao nayafana mama yangu, ni wapi ambapo nako kama mke wako? Wewe ni baba, Krisi. Una watoto wanakutazama, una familia. Ukiachana na mimi, kuna watu walioko nyuma yako wanakuhitaji. Una watoto Krisi, tena wadogo. Kwa nini unataka kuwafadhaisha watoto wako ka uko nyuma kabla hujaa na hizi pesa ulizonazo sasa hivi aukuwa hivi, hivi mume wangu ulikuwa ni mtu mzuri sana, mwenye wakusaidia mtu kwa chochote kidogo alichokuwa nacho. Sasa hivi wenye wakuchepuka na wanawake wengine, waweni wakuniache mimi nateseka na watoto peke yao. We ni mtu ambaye unashindwa kuangalia watoto wako, ni mtu ambaye unashindwa kukaa karibu na, na watoto wako kama ulivyokuwa nao awali. Kresi, kuna maradhi, kuna magonjwa kibao huko nje, unataka kutafutia nini familia yako babangu? sura yangu nikaiweke wapi? Kwa nini unanidalilisha? Basi ungeenda kufanyia mbali, mimi sioni hapa hapa. Kwa nini pesa zimekubadilisha mume wangu? Kwa nini pesa zinakufanya unaonyesha upande wako wa pili? Nimekuwa nawe kwa miaka mingapi? Mbona sikuwekuwana hizi tabia? Au kwa sababu haukuwa na pesa? Kumbe hii ndio tabia yako ukiwa na pesa Chris. Basi hata mimi ambayo umetoka na mimi chini kipindi, au una, ungekuwa unanikumbuka.